Waziri mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amesema yuko tayari kwa makubaliano ya kusitisha kwa muda vita kwenye ukanda wa Gaza, wakati huu jumuiya ya kimataifa ikiongoza shinikizo kwa taifa hilo kutokana na mashambulio mapya yaliyoanzishwa. Kwa majuma kadhaa sasa, waziri mkuu Netanyahu alikuwa kwenye shinikizo ambalo hata hivyo halijajadiliwa au msimamo wa kuchukuliwa kuhusu kusitisha vita kule Gaza. Niko tayari kumaliza vita, lakini kwa masharti ya wazi ambayo yatahakikisha usalama wa Israel. Mateka wote wanarudi nyumbani, Hamasi inakabidhi silaha zake na kuondoka madarakani, uongozi wao unafukuzwa kutoka Gaza au kile kilichosalia, Gaza kuwa huru kwa silaha na tunatekeleza mpango wa Trump. Mpango wa Trump ni mzuri na unaleta mabadiliko, na inamaanisha kitu rahisi sana, kwamba wakazi wa Gaza wanaotaka kuondoka wanaweza kuondoka. Kwa hivyo mtu yeyote anayetutaka kumaliza vita hivi kabla ya kufikia malengo haya, kwa hakika anatoa wito wa kuendelea kuwaweka Hamas madarakani. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel.